Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV, hii ni dunia ya mwana teknolojia. Je, unahitaji kutengeneza email kwenye simu yako, lakini haujui uanzie wapi? Leo nitakuonyesha njia rahisi kabisa ya kutengeneza email kwenye simu yako. Usijali aina ya simu ulio nayo, kama tu una Play Store basi uko tayari kabisa kuanza safari yako. Kumbuka, kuwa na email ni muhimu sana. Inakusaidia kusajili apps, kuwasiliana na watu kwa haraka na hata kuhifadhi mafaili yako kwenye mtandao. Hakikisha simu yako ina internet, either wifi au mobile data ya simu yako. Kwanza nenda play store, kufungua play store. Hii ndiyo hatua yetu ya kwanza kwenye kutengeneza email. Kisha bonyeza sign in, tasubiri kidogo isome hapo, kisha bonyeza create account. Ukisha maliza hapo, bonyeza for my personal use. Kisha jaza taarifa zako. Kisha bonyeza next, endelea kujaza taarifa zako kuanzia mwezi uliozaliwa tarehe pamoja na mwaka. Kisha uchague kama ni mwanamume au ni mwanamke au huhitaji kusema. Pia zote utajaza kwa mujibu wa unavyohitaji. Kisha bonyeza next tasubiri kidogo ili iendelee na hatua ya mbele. Google mara nyingi hutoa majina ya email yanayopendekezwa kulingana na jina lako, lakini kama unakutana na hali ambayo hakuna majina yanayopendekezwa, unatakiwa kuandika mwenyewe. Unaweza kuandika jina unalolipenda na kama tayari limechukuliwa, Google itakupa mapendekezo sawa unayoweza kuchagua. Kwa hiyo tunaandika jina la email ambalo tunahitaji kwa so, sababu sisi hatujapewa zile option za kuchagua emails ambayo tunahitaji. Kwa hiyo tunaandika email yetu kwa mujibu wa tunavyohitaji sisi, utaandika tu lile jina, ile @gmail.com itakuwa tayari inajiandika yenyewe. Ukishamaliza, bonyeza next. Tunaingiza baadhi ya namba ili tupate jina linalopatikana, then tunatengeneza password yetu. Kwa hiyo tunaandika password. Hakikisha password yako unachanganya baina ya nambari e, na maneno ili izidi kuwa strong zaidi. Ikiwezekana utie na zile herufi tofauti, au zile character tofauti, kina art na wengine, kisha bonyeza next. Tayari email yetu imeshajitengeneza. Tunamalizia hatua za mwisho mwisho, scroll shuka chini, kisha bonyeza hapo i agree, bonyeza hapo accept. Kisha tunasubiria kwa Play Store yetu kufunguka. Hatimaye umefanikisha kutengeneza email yako. Sasa unaweza kudownload application yoyote ile kwenye Play Store kwa ajili ya kutumia katika simu yako. Usisahau kusubscribe. Hii ni Technologist TV, karibu tena, bye bye.